Sikia bro, maisha yangu nilifunzwa kumwogopa Mwenyezi Mungu peke yake na si mwanadamu kama wewe. Mwili wangu uliumbwa kwa jina lao na si ngumichuma. Oh, Shangingi nini? Kwa unakuja unatamba wewe na kinega yako nguruwe, poli huyu. Unaona umepata mwanamke mdogo wetu we eh? Shangingi nini? shangingi la kimasai au wafu? Nisha nishakukataza mara kibao kulialia, unamsandia ule kiumbe linakuaje, mbona nitazalau kama hivi? Toboa, ondoka maskani Toka. Anita, asa unalia? Alafu utaki kulia. Kuna muda lazima uvae ujasiri we, kama mwanamke. Kulia sio kwamba inasaidia, kulia ni kujiongezea matatizo. Anita, eh? niangalie basi. sipendi wewe hivyo, sipendi hata kidogo. Na unajua mazingira angu, yaani siwezi kufanya jambo lolote, lazima ujue kwa kuna mazingira uki nanionyesha mimi nakuwa najua kabisa naumia, kusababia vitu fulani inakuwa ukamu kama hivi. Afu mbele ya mwanangu hapa, nini kipala boy nini, unakuwa nalia, nakuwaje? Kausha basi, kausha, kausha. kausha. of this. Right? Kwa nini akunyeleza mapema? Kila siku unanyonesha drama kumbe kwa sababu ya mwanamke huyu. Like seriously. What have we done to you?

Sambuna, umekuja kukaa huku unalia, alafu huku ni barabarani, ushaelewa? Watu wanapita wanakuana kuona inakuwa so poa, ushaelewa? Alafu ni nikuambie kitu kimoja, unajua kabisa kwamba wewe, furaha yako ni furaha yangu mimi, na maumivu yako ni maumivu yangu mimi, ushaelewa? Mi sifurahii ukiwa katika hali hii, na nanikuahidi kitu kingine, mimi niko tayari kupambana katika hili paka nihakikishe wewe unakuwa na furaha, ushaelewa? Wee cha msingi niachie mimi ili jukumu kaka. Mi naelewa, naelewa sana, nashindwa kujikontrol. Nambwe nambwe sijali mdogo wangu, ushaelewa? Hakuna lisilowezekana chini ya jua hili, ushaelewa? jambo la msingi, tuendelee kupambana na kumwomba Mungu. Mimi naamini hii ishu itakaa sawa, ushaelewa Lesi. Huyo ndio ukweli, naomba msamee sana naye. Pamoja na hayo, na lile tukio ambalo limetokea, anajutia sana na anakupenda, naomba msamee. ana ananipenda, right? Yes. Kwa hiyo kakutuma wewe uje mwombee msamaha hivi? Unahisi kuna kaburi la mjinga? hamna kaburi la mjinga. Mimi nimemwona Nagwa kwa macho yangu hivi, na mwanamke, then you are here telling me Nagwa love me, are you okay? Am I looking like a stupid? Mimi ah, sina maana hiyo Chema. Eh, Nagwa kusema ukweli anakupenda sana. Mimi niko hapa kwa niaba tu ya kuwapatanisha nyinyi wawili. Ukimpa nafasi ya kuongea atakueleza ukweli wote kila kitu tu. Nimekuelewa kwa makini sana, Waradha. Uh-huh. ila I respect you so much, sitaki ni kuvunjie adabu sawa. Na pia nenda kamwambia hivi, usicho taka kufanyiwa usimfanyie mwenzio. I'm done eh, eh. Sasa unaendaje? Asante sana kwa ukarimu wako na ubora wako kuji yangu, toka nimekufahamu umekuwa faraja kwangu hmm. Sijali, ushaelewa? Mimi siwezi kufurahia kumwona mtu akiwa katika matatizo alafu nikampotezea, nikaona kama sio mtu kwangu, ushaelewa? Kwa hiyo ni kawaida yangu, napomuona mtu hupo katika shida, kama naweza kumsaidia namsaidia tu. Kiloo safi, yani. Natamani muda wote uwe karibu yangu, siwaze ushaelewa. Kila jambo hupangwa na Mungu. Kwanza unapasa kumshukuru Mungu hata hii nafasi ndogo tu ambayo ametupa, ushaelewa. Japo kuwa sio kila siku tunakuwa wote, lakini hata hivi tunapasa kushukuru. Sawa Toma, ila naomba nikuulize swali. Karibu. Hivi umeoa au na mpenzi? Um, sijui hata ni kujibu nini, lakini naomba niulize, kwa nini umeniuliza hivyo? Hapana, natamani kujua, maana nahisi hakuna siku anachotia kuwa na wewe. <laughs> <laughs> ah. <clears throat> Oya mwanangu, nigee sigara. Wewe, na kipala muda wote, rafiki yangu, sigara sigara. Wewe muda wote unaombaomba sigara tu mwanangu, unashindwa kujichukulia sigara fegi mwanangu, apolo, mwanangu hapo road tu. Ndugu yangu maisha eh, magumu yenyewe magumu. Acha kitonga bwana. Ah, maisha wapi? <laughs> unajiendekeza mdogo wangu. Kitonga. Unaregeza unacheka cheka kuna jela mdogo wangu. Oya nagwa. Uwezi amini. Leo tukio la jozi. Grace ni mind kinoma mwanangu, maisha yangu aamba baridi barafu libambamba tuna bandabanda. So kwa mazingira kama hayo Oh, e, msela, lazima una vitoga vyako. Unajua huku baridi barafu, huku baridi barafu, unajua mbola mbwasa tena. Nimejaribu kumuelewesha lakini alikuwa mgumu kunielewa. Ila hata hivyo, kwa nini usiache kumtesa mtoto wa watu na ukafanya maamuzi ya kutulia kati ya Anita na Grace? <laughs> Bwana mwanangu, sometime moja na kuaga chizi eh. Sasa nikikuuliza swali, unaanza kunijibu mimi Ngoja nikupange mdogo wangu pala boy au sio? Hai. Mimi msela. Mhm. Grace na Anita, mimi sijaona kabisa wa kumwacha. Tushaelewa. Alafu Grace inabidi awe mpole tu kivyo vyote vile, kwa sababu mimi nishapenda. Wewe unafikiri kati ya Grace na Anita, unafikiri nani nachagua sehemu ya kuka? Kwa hiyo lazima wajue kabisa kule mchizi bote kaelewa. Kwa hiyo lazima ule manzi mmoja yeye atule, azime ngoma. Unajua? Unaona Grace unamtesa ndio yeye. Kutesa nini babu? Mi mbona nishateseka sana na mapenzi, we nafikiria habari hizo. Mi nishalia sana kwa mama angu wakati nataka nyonyo. Inakuwaje analilia hivi, utu uzima? Acha kujisalambwanda mdogo wangu, wekula fegi hapo, kesho tujue tunafanyaje. Ukweli kwa tukio lile, utafanya kazi kumwelewesha ili aweze kuelewa. Miachie mi, kontawa mzee wa njia, mzee wa chocho, najua mi nafanyaje. Oh, sasa nachecho cho cho cho baby <laughs> mm mimi ki na so mi naokopa. kuna mwanaume ambaye ananipenda sana ila, mi simpende na ni msumbufu, mkorofu sana. Ananisumbua kila kinikuta na mwanaume anamkwiga. Sasa mi ninauoga kama nawata kupiga sikia <laughs> nikwambie, ushaelewa? Mi katika hilo alimtishwa, alafu inzi kufia kwenye kidonda huwa ni halali yake, shaelewa. Hata kama ikitokea namna gani, vipi? Mi fresh. Alafu kwenye mambo ya kunipiga mi, mbona? Au mi stifiki mi mwenyewe mtei, sa niko vizuri. Vizuri yani napiga kinoma noma, aniambii chochote we, cha msingi shaelewa, mi niko tayari katika vita kama yeye anapenda vita, mimi napenda vita, vita ushaelewa. Mimi nimependa muuni ushaelewa, kwa hiyo usiogope, unaelewa. Unajua ile movie ya nani, ile movie ya boy Kaili, nimemfundisha mimi zile ngumi ushaelewa. Alafu kuna dogo moja anaitwa Bavo, amepiga movie moja hivi ya ulingo wa moto, nimemfundisha mimi hasa yote. Ananiambia nini mimi? Mtemi ushaelewa, cha msingi usiogope, yani uko na mwamba kweli. Nafurahi sana kusikia hivyo, siogope. So, napenda sana yaani mimi ndo zaidi, nishakufa nishaoza bado kuzikwa, ushaelewa? Unaichanganya mm. Eh. mm. mm. <laughs> <laughs> Unanipa vitu vya mchanganya unanivuruga akili, ushaelewa. Mm. Eh, natamani nikajitupe katika ibari niogee okay? Ma bro. Naomba tuongee pembeni pale. Sampa. Hauna haja kumuita pembeni, maana ninajua kitu nataka kumwambia. Oh. Kumbe unajua maovu yako eh? Bro, unijui wala mimi sikujui, lakini kama unayapenda maisha yako achana na mwanamke maana anapendwa na lijitu la ajabu likorofi, na na kutahadharisha kabla ya kukota makubwa haya. Kuhusu Sampa, achana na maisha yangu kwa leo. Mwanamke ni malaya sana, juzi tu nimekuacha baada ya kunifanyia vitu vya ajabu na kutaka nigombane na mwanaume mwenzangu, leo una mwingine? Uh. Kwanza ni kushukuru sana bro, ushaelewa, kwa taarifa nzuri, lakini ukweli ni kwamba hayo yote mimi nayajua, Anita alishaniambia, ushaelewa kwa hiyo hilo lisikupe tabu, na labda nikuondoe hofu. Yaani, mimi hapa niko tayari kwa lolote, ushaelewa, ili mradi kupigania penzi letu kwa hali na mali. <coughs> Ah! Uh, listen bro, mtoto akililia wembe

Mi sijaelewa, mchumba. Nataka nikuelekeze vipi mazingira, sijajua unataka nikwambie mazingira yapi, ili uweze kuelewa naiba napola watu deile halafu nakunaelewa, so kamba uelewi lakini dakika za mwisho kwa upande wangu imekuwa kama msala, imekuwa kama dharau. Basi nitoke rodi pale nikasimame, nitangaze kwamba jinsi gani nakubilivu, mimi nakupenda kweli. Labda ningekuwa na mambo kibao, basi ungenichana, bwana we una mambo mengi, lakini mi sina mambo mengi, ujue mchumba. So you think I'm full foolish, right? For what I see you there? There is no kaburi of mjinga you know that? Na mimi sio mbaya kiasi hicho kwamba siwezi kupata mwanaume mwingine. So, since you are trying to do drama and I'm going to show you also drama. Wewe ndio mwenye maamuzi.